Ni sehemu ya barabara ya Kibigili wilayani Iramba ikikatiza katikati kati ya mto kuelekea kijiji cha Wembere. Wakazi wa kijiji hiki wanalia na ubovu huo wa barabara kuwakwamisha kwa katika shughuli zao. barabara toka kwa wenzetu, toka Kibigili kwanza, tunahangaika na mto ule uliopo Kibigili, tunapovuka kwenda kupata mahitaji la aidha Shelui au Kiomboi, na vilevile vile, hata mwanamke labda akipewa transfer hapa ya kwenda hospitalini kufika pale kwenye mto ni shida mno o tunaomba pale labda tuwekewe daraja ili mambo yaende vizuri. Wanaiangukia serikali kuwafuta machozi, kuimarisha miundombinu ya huduma za jamii. A serikali tu tuangalie, itatusaidia jinsi ya kutatua hizi changamoto za matumizi ya ardhi. Tunaomba miundombinu iwepo, sekondari. Tatizo ambalo tunasumbuka sana ni barabara pamoja na malisho ya mifugo. Mifugo ndio tunahangaika sana kwa sababu hapa tulikuwa tunachungia mlimani, tunapigwa Ifaz. Na hili linatajwa kuwa ni msiba wa wengi. Katika vijiji 48 vilivyopitiwa na mpango huu vinakabiliwa na changamoto hizi. Katika zoezi hili la kuandaa kuanda mipango ya matumizi ya ardhi katika mkoa wa Singida, tumefanikiwa kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi ya vijiji 16 na sita, katika wilaya tatu, kwa maana ya jumla ya vijiji 48 kwenye mkoa wa Singida, tumebaini changamoto mbalimbali ambazo zinakabili wananchi ikiwemo eh, ubovu mj wa miundombinu ya barabara ukosefu wa maeneo ya malisho, ukosefu wa maeneo ya viwanda kwa maana ya kuchakata mazao, lakini pia ukosefu wa huduma za jamii kama maji na miundombinu mibovu ya huduma za elimu na afya. Kukamilika kwa mpango yao wa matumizi bora ya ardhi katika maeneo yao kunafufua matumaini mapya. Mpango huu tumeupokea vizuri na pia utanisaidia kwanza kabisa kwa jinsi ambavyo kwamba maendeleo atakavyoweza kutokea hapa kijijini kwa ajili ya ujenzi wa mashule, barabara, umeme na maji. Zoezi la uandaaji wa mpango wa matumizi bora ya ardhi katika vijiji hivi 48 vya wilaya tatu za mkoa huu wa Singida katika awamu hii ya pili, limetumia takriban miezi mitatu mpaka kukamilika kwake.